Sao, ambayo watu wengi watakuwa wanajiuliza maswali, je, mche wa nyanya unatakiwa uanze kuhamishwa kutoka kwenye kwenye kitalu na kuanza kupandikizwa ukiwa na siku ngapi? Aa, kwa wastani wa kawaida mche wa nyanya unaanza kuhamishwa kutoka kwenye kitalu na kupelekwa kwenye eneo la shamba lililoandaliwa ni kuanzia siku kumi na nne ndani ya siku kumi na nne, huo wakati utakuwa unatosha kabisa, yani unatosha kabisa kwa ajili ya kuweza kuanza kuhamisha hiyo miche na kuanza kuiweka kwenye eneo la shamba lako. Lakini kama una mbegu ya hybrid, kuna mtu anaweza akaanza kuwa na maswali kwenye akili yake ya kuwa, je, kwa hiyo kama nitakuwa nimeshindwa nime kuihamisha haraka hiyo miche e, hiyo miche ndani ya hizo siku kumi na nne ikafika mpaka siku ishirini na moja au mpaka mwezi mmoja e, mche huko kwenye, kwenye kitalu. Je, hiyo mbegu haiwezi kuwa bora? Inaweza kuwa bora? Jibu, inaweza kuwa bora tena vizuri tu, na ikafikia hata kiwango cha kumzidi yule ambaye ameanza kuihamisha haraka kutoka kwenye kitalu. Kwa hiyo kilichopo ni vile eh, ambavyo wewe shamba ulivyoliandaa na jinsi ambavyo akili yako utaitumia kwa ajili ya kuweza kuboresha huo mche A, kwa kumtegemea Mungu na pia kutumia akili yako ambayo Mungu amekujalia. Siku zote unapomtegemea Mungu kwenye kwenye jitihada zako ambazo unazohitaji kuzifanya katika harakati za kutafuta mafanikio yako. Aa, ni vyepesi sana kuendelea kuwa vizuri kwenye kila hatua. Wakati unapokuwa unafeli, Mungu atakuonyesha njia nzuri na sahihi za kuweza kuzifanya ili uweze kufikia mafanikio ambayo unayoyahitaji. Aa, kwa mfano wengi huwa wanafika hapa shambani mpaka wananiuliza ya kuwa umetumia kiasi gani mpaka nchi umefika hapa. Mi kiukweli, nisiongee uongo, mimi gharama ambayo niliyotumia mpaka sasa hivi ni ndogo sana, gharama hii ni ndogo mno, gharama hii ni ndogo sana, ndogo mno, uweze amini. Yani ndogo sana, ingawa watu wengi huwa nikiwaambia wanakataa kata, kata, kata kabisa kata, wanasema Hapana, wewe unatudanganya, wanasema wewe ni mwongo. Kiukweli mimi mpaka hapa hata laki moja mimi bado sijatumia. E, eneo kama jinsi unavyoona hivi lina kubwa, wastani wa robo heka, robo heka iliyotimia kabisa, iya. Na mche ni kama jinsi unavyoona hivi, huu haujakula hata laki moja, haujakula huu mche bado haujakula hata laki moja. Ah, hii sehemu yote hii nime E, e, e, e, kama jinsi ambavyo nilivyotangua kukuelezea, kwamba kwa hiyo ukishakuwa umeuhamisha huo mche na kuanza kuhudumia vizuri kwa kila hatua vizuri kabisa kwa kila hatua vizuri, matokeo yake yatakuwa ni bora sana, kama jinsi unavyoona yatakuwa ni bora sana, yatakuwa ni bora mno. Angalia matunda ni kama hivi ambavyo unavyoona haya ni, ni matunda e, haya ni kama matunda hapa e, na hesabu siku tu chache kuvuna hapa. E, hapa siku chache tu naanza naanza mali. E, mali chache hapa naanza kuvuna kuvuna hapa, hapa, hapa ndani ya siku chache tu naanza naanza kutoa mali. Mali hii inaruhusu ndani ya muda mchache ujao nianze kutoa kama jinsi ambavyo unavyoona hii mali ndani ya muda mchache. Kwa hiyo mi naamini katika Mungu kwanza, alafu naamini katika akili ambayo Mungu alionijalia ili niweze kuitumia kufikia mafanikio. Na ili uweze kufikia mafanikio, lazima uwe na akili ambayo isiyokubali kushindwa, ijalishi ni wakati gani unaopitia. Najua kwamba kwenye maisha huwa kuna hatua nyingi sana, na ukitaka kuyafikia mafanikio utapambana na changamoto nyingi sana katika maisha. Kuna watu watakuja kwako kwa, watataka kukatiza tamaa ni mwenyewe nimekatishwa staa sana tamaa na watu wengi wa, wakawa wanasema kwamba mimi siwezi nikafanikiwa. Wengi wakasema kwamba mimi siwezi kulifikisha hili zao e, bila kuwa na kiasi fulani cha fedha ki, kirefu. Ah, siwezi nikafanikiwa kulifikisha hili zao. Wengi wameongea mengi sana, lakini mimi kwenye masikio yangu niliweka pamba e, kwenye masikio yangu mimi niliweka pamba, kwa hiyo sikuweza kusikia chochote kile ambacho walichokuwa nakizungumza sikuweza kusikia chochote. Kama jinsi unavyoona nyanya imezaa e, nyanya imezaa kama jinsi unavyoona e, uh, nyanya hayo yote ni matunda, hayo yote ni matunda kama jinsi unavyotazama hivyo e, mpenzi mtazamaji, angalia vizuri, hayo ni matunda. Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwa kitu ambacho unachokishauri kwa kijana, yote ambayo unayohitaji kuyafikia mafanikio usiwe na akili ambayo ni nyepesi kuchoka kufikiria, tafuta namna na njia zozote za kufanya ili kuweza kuyafikisha mafanikio yako, kula ambako unakuhitaji yaweze kufika na usikalili njia moja ya kuyafikia mafanikio, usikalili njia moja ya kuyafikia mafanikio. Aa, lazima uwe na njia nyingi. Ukiona kwamba umefeli kwenye hili, lazima utafute njia nyingine ya kufanya ili uweze kufanikiwa kwenye nyingine mimi kabla sijaandaa e e, ili eneo shamba hili la nyanya a, hapo nyuma niliandaa niliandaa eneo kwa ajili ya kuweza kulima nini, kulima maharage e, kulima maharage lakini nikaji e, ikafikia hatua nikawa bize zaidi kwa ajili ya kuhangaika na mambo mengine, nikajikuta nimeyatelekeza yale maharage, kwa hiyo yakafia kwenye nyasi. Huo mpango wangu uka, ukafeli kwa sababu sio kwa sababu, ni kwa sababu ya uzembe ambao uh, ulijitokeza nikawa nimefeli. Lakini baada ya kuwa nimefeli, sikuishia hapo, ndipo akili ikaanza, eh, ndipo wazo likanijia kwenye akili yangu niweze kuandaa eneo. Niliandaa hili eneo vizuri kwa muda mrefu, kwa muda mrefu, na watu walikuwa wanafika hapa, wananikuta nikiwa natibua hapa, wengine wanashangaa, huyu jamaa anataka kuweka nini, mbona anatibua tibua sana, anatengeneza matuta haya, e, ni mapana e, matuta gani haya? Watu walikuwa wanajiuliza, wanajiuliza maswali eh, jamaa anataka kuweka nini? Na wakinihoji kwamba unataka kuweka nini, uh, kiukweli mimi sikuwa namwambia mtu yote kwamba kwa nini nataka niweke ile gani, nilikuwa namwambia tu, utaona nini ambacho natarajia kuweka, eh, utaona ni nini ambacho natarajia kuweka. Kwa hiyo mimi sikuweza kusikiliza chochote wala kujua chochote kile ee, kulima lima hivyo. Mwisho siku eneo lipokuwa liko tayari limekamilika ndipo nikatafuta mbegu nika nimenunua mbegu imekaa ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa kwenye kitalu ndani ya mwezi mzima. Sasa ilikuwa ni mbegu ya kununua. Na ilikaa ndani ya mwezi mzima. Hii mbegu unaiona hii, mbegu ilikaa kwenye kitalu ndani ya mwezi mzima, nimeihamisha nyingine, ilikuwa na maua eh, hey, nimeihamisha nyingine ikiwa na maua kabisa. Huu mche ulikuwa na maua ah. Nilipoanza kuweka kwenye mashimo, aa, kiukweli mwanzoni haukuonekana kuwa unaleta picha nzuri haukuonekana kuwa una mafanikio, haukuonekana kwamba utakuja kuwa ni mchi ambao utakuja kuwa bora, haukuonekana hivyo kabisa. Wengi walikuwa wanaweka vigenge na vikundi na kusema kwamba ah, ah, mambo hayatokuwa vizuri, lakini nataka nikwambie hivi, kadri jinsi ambavyo nilivyoendelea ku ah,